Wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini RUWASA wanaendelea kutekeleza miradi ya maji yenye thamani ya shilingi bilioni 4.5 katika halmashauri ya Bukoba ambayo itanufaisha vijiji 17 na wananchi 29,000. Meneja wa RUWASA halmashauri ya Bukoba Evarista Mgaya ameyasema hayo katika ziara ya ukaguzi na utekelezaji wa miradi ya maji iliyofanywa na Chama cha Mapinduzi CCM jimbo la Bukoba vijijini na kudai kuwa Miradi hiyo ni mipya kabisa na imeanza kutekelezwa katika mwaka wa fedha 2024 2025 na baadhi imeanza kukamilika na kutoa maji kwa wananchi. Hivyo kabla ya mwaka wa fedha haujaisha mwezi Julai, miradi hiyo itakuwa imekamilika. Hivyo hivi utakuta ukikamilisha okay, hivi vilivyopo na hivi tutafika karibia vijiji 60 na kitu. Tutabaki tu na vijiji 30 na kitu ambavyo tunaendelea navyo kwa kasi. Lakini kwa sasa hivi tumepanga kudesign na kuandaa michoro katika vijiji vingine vitano ambavyo kuanzia mwezi wa saba tena tutaanza utekelezaji wa miradi mipya. Hii miradi ya vijiji kumi na saba kama mlivyoambiwa, ule wa Migala utakamilika wiki hii, ule wa Bushasha na Katolo utakamilika mwezi wa nne. Bujugo, kama mmeona tayari tuna testi, lakini maeneo mengine miradi yote ipo hatua nzuri. Katika ziara hiyo ambayo imekagua miradi mikubwa saba ya maji, viongozi wa chama cha Mapinduzi CCM jimbo la Bukoba vijijini wakiongozwa na mwenyekiti wa chama hicho pamoja na katibu wa itikadi na uenezi chama cha Mapinduzi wameridhishwa na utekelezaji wa miradi hiyo, huku wakiipongeza RUWASA na viongozi wote wanaoshirikiana kusimamia miradi ya maji wakiwemo madiwani pamoja na mbunge. Mara zote huko nyuma tulikopitia tulikuwa tukifanya ukaguzi wa miradi mingi kwa pamoja lakini ambayo ufanisi wake ulikuwa ni mdogo. Leo, tukataka tujiridhishe tupitia kwenye sekta moja kuanzia ukanda tulikoanzia kule Bugabo, nyinyi waandishi wa habari mlikuwepo, bahati nzuri tumlikwenda na nyinyi, kituo kwa kituo na tulikuwa tunafanya uhakiki kwa pamoja. Sasa sisi kwa ujumla wake tunashukuru serikali yetu ambayo tunaisimamia inayoongozwa na Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan lakini pia tunawashukuru wawakilishi wetu ambao ni madiwani, ambako huko ndiko hoja za wananchi zinakoanzia, na madiwani wakishaanzisha hoja vyovyote vile, lazima waijengee mazingira ya kwenda kuisemea mahali inakotakiwa kusemewa, kwa maana ya wananchi. Lakini pia tunampongeza mbunge wetu ambaye pia ametoa ushirikiano mkubwa kwa madiwani wetu kuhakikisha kwamba anasaidiana na madiwani kuiambia serikali changamoto zilizopo katika eneo letu la uongozi katika wilaya ya Bukoba vijijini, sisi tumeridhika na hatua ambazo zinaendelea zikiongozwa na kiongozi wetu mhandisi Varisto Mgaya pamoja na timu yake kwa kweli mmetutendea haki za mi. Baadhi ya wananchi wa halmashauri ya Bukoba vijijini wamepongeza ukamilikaji wa miradi ya maji na kudai kuwa sasa wanaendelea na shughuli zao za uchumi na kuepukana na adha nyingi ambazo ziliwakumba hapo awali. shughuli ilikuwa ndogo ilikuwa na changamoto kubwa, lakini Mungu mwema, mambo yameenda vizuri na nye. vile vile niwakaribishe na niwapongeze kwa kupitapita pita, kukagua miradi. Unajua mama anatuma hera, lakini sasa akituma hera bila nyie kuja kuiangalia kwa sababu sasa hivi shida ya maji, tulikuwa na shida kubwa Kikomero, lakini kwa sasa tunamshukuru Mungu, tunamshukuru rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kutua mama ndoo kichwani. Walipokea vizuri na walifurahi, na wanaendelea kuhamasishana na maana, kadri mtu anavyozidi kusogea ndivyo wanavyozidi kuongezeka, na sio kata hii, hadi kata jirani pia wanazi, wanakuja kupitia mradi huu yeah. Kabla ya mradi huu kuja hapa watu walikuwa wana changamoto kubwa ya maji, kwa maana mradi huu ulipokuja umewasaidia sana au. E, kabla ya mradi huu watu walikuwa wanahangaika sana, sio watu peke yake na mimi, mimi a kwa tunahangaika sana, ikiwemo kwenda umbali zaidi, kwenda mm. umbali zaidi. Watu wengine walikuwa wanatumia hadi vidimbwi. Kwa hiyo mradi umewasaidia sana wame mikolo, na wamepokea kwa mikono yote miwili na wanawashukuru wanashukuru sana. Halmashauri ya Bukoba inaundwa na vijiji 92, kati ya hivyo RUWASA imefikisha maji ya bomba safi na salama kwa wananchi wa vijiji 41. Wananchi wa vijiji 17, miradi yake inaendelea kukamilishwa na ifikapo Juni mwaka huu itakuwa imekamilika. Wakati huo wa vijiji 34 vinaendelea kutumia maji ya visima vifupi na vyanzo vya maji vilivyoboreshwa, wakati serikali kupitia RUWASA ikiendelea kuviunganisha katika mfumo wa kupata maji safi na salama. Kutoka kwenye ziara ya Chama cha Mapinduzi halmashauri ya Bukoba vijijini, mimi ni Diana Deusi wa Daily News Digital.